Mimi kuishi nyumba moja na mama yako ni sawasawa na kukaa na bomu ndani, muda wote linaweza likalipuka likaleta maafa ambayo hatukuyatarajia. Sitaweza kiukweli. Yes. Kama kama kawaida, tunaendelea kusonga mbele kijanja kwelikweli, na leo bwana, nimekuja na bonge moja la series kali kabisa ambayo inafanya vizuri ili mbaya. Cha muhimu ni wewe tu kubonyeza neno subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele ili usipite nambabudambw kama haya ambayo yamekuwa yakiwekwa hapa kila siku. Ni series kali, ni series no my say. Series hii bwana, natambulika kama bado natafuta, na hii hapa, hii ni episode ya 12 ya series hii ya kijanja kabisa, ambayo tunapata nafasi ya kuitazama leo hii. Kama nilivyokueleza kwamba usahau kubonyeza neno subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele basi, le itakuwa umefanya unyama sana. Twende pamoja tukatazame episode ya 12 ya series yetu ya bado natafuta, nini na kimejiri katika episode hiyo, tupate kufahamu na kuenjoy pamoja. Yes. Sasa nikukumbushe katika episodi ya mwisho, episodi ya 11, tulishia pale ambapo tulipata nafasi ya kuona kwamba uh, kama unafahamu kwamba Kelvin kwa sasa yupo kule Koneli bwana. Sasa unatambua kumbe gate la muhuni ndio vile tena. Sometimes moja, unakuta kuna mambo yanakuwa shagala bagala, lakini wakati mwingine inatakiwa wewe mwenyewe binafsi ujiongeze, kama mtoto kiume uweze kwenda kujitafutia riziki bwana. Sasa Kelvin leo hii bwana anampanga rafiki yake Neli na Neli amekuwa mtu wa kucheka sana, kwa sababu anaona uh, Kelvin kama anajifanya maskini jeuri, hali ya kuwa anaweza kuongea vizuri na Tina na akamrekebisha mazingira fulani ya kufungua hata ofisi pengine ama kutengeneza mazingira yote ambayo yatumuingizia ya kipato. Sasa Kevin anamwambia uh, uh, unajua mtaani bwana, uh, ajira imekuwa ngumu sana kupata Nimezunguka sana lakini, nimeambulia patupu. Sasa nimekaa nimefikiria, nikaona binafsi bora tu nikafungue ofisi yangu. Neni namuuliza <laughs> kaka, ukafungue ofisi au unaenda kufungua kibanda? Kwa sababu unavyosema, ofisi ni kitu kikubwa. Ofisi lazima iwe na na, na, na, na Uh, vitu vya thamani ndani yake, eh, vitu vya kuzunguka meza kali, lakini pia angalau viyoyozi nini. Sasa hivi ukafungua ofisi gani wakati pesa hauna? anawambia Neli, ndo hiyo hiyo kibanda, lakini ni ofisi, kwa sababu unajua mimi nilikuwa fundi simu na ile idea bado haijatoka. Kwa hiyo hata nikienda sehemu nikatengeneza meza nikakaa, ni ofisini kwangu. Hata nikienda sehemu nikatengeneza kibanda nikakaa, hiyo pia ni ofisi yangu. Kwa hiyo ofisi ni ile sehemu ambayo mtu anatoka nyumbani, unakwenda kufanyia kazi kwa malengo kwamba upate chochote kitu. Kwa hiyo kibanda pia ni ofisi tu vile vile nailinawambia kaka, unajua yale mambo ya kusema maskini jeuri ule ni usemi tu, ni usemi tu ambao usikupoteze wewe ukajiona kwamba kweli unaweza hali ya kuwa hauwezi. Mimi nilitakiwa uh, nilikuwa nakushauri kwamba ikiwezekana, kwa nini tu usirudi kwa Tina, umweleze uh, matarajio yako na nini nataka. Fanya huenda, uh, atakupa mzigo wa kutosha na uwezo kufungua biashara ambayo itakuingiza kipato, lakini ukijifanya maskini jeuri, mwisho wa siku ndo hivyo utakuja kujiumiza tu na hauna unachokipata. Sasa leo hii ukatafuta sehemu kufungua kibanda cha simu, kweli unauhakika wewe na ni fundi wa, wa, wa kulikweli hasa hivyo? Anawaambia ah, unajua nakumbuka kitu kimoja, kila mtu ameumbwa kwa namna yake. Mimi kiukweli siwezi kumnyenyekea binadamu mwenzangu Unajua, na Tina hana shida. Shida ipo kwa mama yake. Leo hii nikitoka tena nirudi pale, halafu nikamueleze kwamba eti nina shida ya pesa, nikafungua biashara, uone kwamba nitamuonyesha kwamba mimi bila yeye siwezi. Rafiki yake na Kelvin anaamua kucheka kwanza, kwa sababu kama anafahamu kwamba Neli yamezoea maswala mazima ya kitonga bwana, na muda wote amekuwa ni mtu anayemlilia Uh, mwanadada yule ambaye kidogo alikuwa akimtunza Maya, lakini pia uh, amekuwa ni mtu ambaye anapenda sana kitongo. Kwa hiyo kauli za Kelvin zinamwacha hoi sana ukweli. Tatizo lako Nelly, wewe rafiki yangu, umezoea sana kulelewa na ndio maana unahisi kwamba uh, bila mwanamke mwenye pesa hauwezi kufanya jambo, ila mimi najiamini naweza nikaanzia chini na mwisho wa siku nikafika pale ambapo napotarajia. Baada ya stori hizo tunaona uh, Kevin sasa alipigiwa simu na Tina na alienda kukutana naye katika moja ya grocery ambayo inapatikana mitaa fulani hivi ambayo ni tulivu kwelikweli. Sasa Tina amemkaribisha Kevin na kumwambia kwamba, samahani sana mume wangu, kwanza ningependa kukaribisha hapa na nimefurahi sana kuitikia wito wangu. Kevin anamwambia usijali, nimetikia mwito wako kwa sababu unajua kuna jambo muhimu labda unaweza kunieleza, na kama unavyofahamu kwamba kwenye maandiko tunaambiwa usikatee wito, kataa neno, siwezi siwezi kuweza kuku, uh, kudharau wito wako ili hali sijui ni neno gani umeletia. Anamwambia ni, ni, uh, lengo la kukutana hapa ni kuweza kukaa mimi na wewe kujadili uh, masuala mbalimbali kama wanandoa nafahamu kwamba unajua jinsi gani ninavyokupenda na mimi nafahamu kwamba wewe unanipenda sana, lakini kikwazo ni mama yangu. Mama yangu amekuwa ni kikwazo cha kutenganisha ndoa yetu, na nafikiri ulinipa machaguo magumu sana, na yote haya ni kuonesha kwa namna gani umechukizwa na kile ambacho mama yangu amekufanyia. Nimejaribu kufanya mbinu zote za kuweza kumtoa mama yangu nyumbani lakini imeshindikana, amegoma kata kata, hataki kabisa kuna kupangiwa sehemu nyingine. Kelvin anakaa na kuinama chini kidogo, kisha namwambia, kwa hiyo um, amegoma kutoka nyumbani, bado anahitaji kuendelea kuishi na sisi, sindio? Naambia ndio. Nawambia Tina wanza autambua kwamba lengo la kumwambia kwamba mama atoke pale si kwa sababu eti mimi namchukia, simchukie mama yako, najua ni kama mkwe wangu, natakiwa ni mheshimu ni mthamini. Lakini nachukia matendo ambayo anayafanya juu yangu. Endapo nitaruhusu tena kurudi kule na yeye akaniona nimerudi tena, kwanza itampa kiburi cha kuendelea kusema kwamba kweli mimi bila yeye na bila wewe siwezi kutoboa ataendelea kuhisi kwamba mimi nitegemezi kake na ataona ni jinsi gani bado unaendelea kutaka kukudhurumu ama kukunyanyasa kupitia mgongo wewe. Ninaambia wa kile unachokifanya natambua hilo, lakini nisaidie mimi kama mkeo kuwa upande wangu, kwa sababu mwisho wa siku, pamoja na yote anayoyafanya mama yangu, mimi ndo ninaoumia, mimi ndo ninaoteseka, kwa sababu ndoa hiyo ni yangu, sio yake. Kwa hiyo endapo utaendelea kupazika na kutohitaji kukubaliana na mimi bado utaniumiza mimi. Kianawambia, natambua sana, natambua kila unachosema, natambua jinsi gani unavyojisikia, lakini tambua kwamba mimi nikirudi pale nitampa mwanya wa yeye kuendelea kuniona. Uh, mimi ni Mario. Sasa huku Maya na rafiki yake bwana kimenuka aisee <laughs> Maya tayari amemfumania pipi akiwa anaelekea maeneo ya kwa Neli, na hii inaonekana ni jizani fulani kama ndo ametoka kwa Neli. Sasa Maya kumbe alikuwa bado anafuatilia uh, pipi kwa nyuma kujua mwendo wake upoje. Inawezekana anamsaliti kweli mbele ya mpenzi wake Neli, ama imekuwaje sasa, kweli bwana. Ah, hatimaye Pipi huyo hapa huyo amewekwa ndani ya 18. Maya anamuita Pipi. Simama hapo hapo. Pipi baada ya kumuona Maya amestuka kweli kweli. Maya, uso umekunja, anamuuliza Pipi, ehe, vipi shosti yangu? Safari ya wapi? Maya anajiuma uma tu ese. Na kisha anamwambia a a a, nilikuwa naenda hapo kwa rafiki yangu. Maya anamwambia, "Oh, safi sana." Kumbe wana rafiki ambaye anakaa mitaa ya inaneli? Vipi baada ya kuambiwa hivyo moyo na mdunda kwa kweli, na kuhisi kwamba pengine Maya tayari ameshagundua njama zake za yeye kutoka kwa Neli. Anamwambia eh, ndio. Vipi wewe unaenda kwa Neli nini? Wacha ushauri wacha nena naye tu. Anamwambia hapana, hata siendi kwa Neli, nilikuwa mzunguko yako. Sasa kama vipi, twende wote hapo kwa rafiki yako huyo, kisha tutarudi wote nyumbani. Pipi uh, macho yamemkodoa yamemtoka misiri ya, ya mjusi labo na mlango, anashangaa nini akifanya kwa sababu hana rafiki ambayo anakaa bidhaa hiyo, na hapo tayari inaonyesha kwamba ni wazi uh, tayari Maya anatambua kwamba pipi anamzunguka kwa mpenzi wake Nelly. Ni nini kinakwenda kutokea katika episodi ya kumi na tatu? So, ni pamoko tende sawia tukatazame kwa pamoja kile kinachotokea katika episodi hiyo.